Nilikuwa nyumbani, yani baada ya hii nyumba iliungua, mimi nakaa nyumba ya nne pale. Jirani yangu mmoja nilimsikia akipiga kelele ukunga, ndio nilikuwa najiandaa na tawala kuoga baada ya kutoka jumuiya. Kwa hiyo nikaa, sasa ndio najiandaa na tawala kuoga, wale nilimsikia ukunga, nikawahi kufika hapa kwenye eneo la tukio, kwa sababu nyumba ya nne tukaa. Kwa hiyo nilipofika hapa, cha kwanza tukaanza kujitahidi kupiga same fire, kwa sababu nilikuta kuna jirani yangu mmoja, kijana mmoja, bwana mmoja anaitwa ai alipika alikuwa tayari ameshafika hapo, aliponiambia anaendelea kupiga simu, nikaona ni namisi pigi tena simu pale tuwachanganye. Kwa hiyo nikachukua uamuzi wa haraka, kwa sababu niliona moto tayari unaanza kuchanganya, nikachukua pikipiki nikakimbia, nikaenda polisi nikaripoti, nikatoka polisi ndio nikaanza kupata faya sasa kule majengo. Kwa hiyo kwa bahati nzuri nilipotoa ripoti polisi, nao walikuwa wanaangalia kutafuta simu, kwa hiyo wakati tayari washapiga simu, nilipofika pale mimi nikakutana na faya, nayo ndio inatoka majengo pale pale kono nikakaa mbele nikaanza kuielekeza paka eneo la tukio, njiani huko kwa sababu li napiga kingora. Ilikuwa tukifika kwenye barabara kwenye magari, tunajaribu kuwatahadharisha watu wasimame, na bahati nzuri wakanasimama. Kwa hiyo faili ilikuwa ikija tu inaunga. Kwa kwa hiyo bahati nzuri ndio paka mpaka eneo la nyumba <tipa> hapo, hapo sasa tumekaa nje.

Babaini mwenye chumba hiki hapa alikuja aliingia na kutoka akashindwa kutoa kitu chochote. Tukamwambia usiingie kwenye moto, kaa pembeni, basi akakaa pembeni, nyumba ikaendelea kuungua kazima. Majira ya saa sita na dakika arobaini na tisa tulipokea taarifa ya tukio la moto katika mtaa huu wa Dar es Salaam Street kata ya Kiusa, katika manispaa ya Moshi, kunde tu baada ya kupokea taarifa Uh, wazimamoto waliondoka eneo la tukio, waliondoka katika kituo cha zimamoto na uokoaji Moshi mjini na kufika katika eneo la tukio saa sita na dakika hamsini na tisa. Kwa hivyo walipofika katika eneo la tukio tulikuta kweli kuna eh, moto katika hii nyumba kama ambavyo waandishi mmeona eh, hii nyumba ilikuwa na vyumba kumi na mbili na ni nyumba ambayo ilikuwa ikitumika kwa makazi pamoja na biashara, maana mbele kuna fremu, mbili za biashara lakini kwa nyuma ilikuwa kuna makazi ya watu. Na wakati tukio linatokea nyumba hii haikuwa na mtu, hakukuwa na mtu mzima, ilikuwa kuna watoto wadogo wawili ambao baada ya kuona huo moto walitoka kwenda kwa jirani kutoa taarifa kwamba kuna tukio la moto, na hivyo huyo jirani akapatia taarifa ya kuaio tukio la moto. Kwa hivyo tumefika eneo la tukio tukakuta moto umesambaa katika eneo lote na baada kuona moto ni mkubwa, ikabidi tuongeze nguvu kwa kuongeza gari lingine, kwa hivyo yakawa magari mawili, lakini moto endelea kuwaka. Na tunashukuru pia wenzetu wa uh, zima moto wa TPC pia na wao walikuwa kutusaidia kwa kuongeza gari lingine la tatu. Kwa hivyo tumefanikiwa kudhibiti moto vizuri na kuokoa nyumba ambazo zilikuwa jirani hapa. Kwa upande wa kushoto hapa kuna nyumba mbili za jirani kabisa ambazo zingeweza kushika moto, lakini pia kwa upande wa kulia kuna takriban nyumba tano ambazo pia zingeweza kushika moto kwa sababu zilikuwa karibu, karibu kama ambavyo mnaona. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi ni kwamba kwanza tusiache watoto peke yao pasipo usimamizi wa watu wazima wenye akili timamu. Kwa tukio hili watoto walikuwa wameachwa wenyewe, kwa hiyo hatuwezi kujua eh, chanzo mpaka sasa hivi mpaka tutakapoendelea kufanya uchunguzi wa kina, lakini kwa taarifa za awali ni kwamba nyumba hii haikuwa na mtu mzima, waliacha watoto peke yao.